Steve Sikwese na Alfred Munika wapo katika harakati zao za kila siku za kuwatembelea mahabusu wanaoshikiliwa katika vituo vya polisi na magereza nchini Malawi. Wao ni wanasheria katika shirika la Pasi ambalo huwawakilisha wafungwa mahakamani bila malipo. What we are to do is to them up. Tunachofanya ni kuwakagua na kuthibitisha na maafisa wa polisi waliowakamata. Baadaye tunajaribu ikiwa wanaweza kuachiliwa huru kwa dhamana. Be hali katika magereza ya Malawi ni ya kushtua, kuna msongamano. Wafungwa wapya wenye umri mdogo huwekwa pamoja na wahalifu sugu wenye umri mkubwa. Kwa miaka mingi Steve amekuwa akiwasaidia wafungwa. Alianza na rafiki aliyekuwa gerezani na ambaye hakukuwa na yeyote aliyetaka kumsaidia. Niliona tangazo kwenye gazeti wakitafuta watu wanaotaka kujiunga na kazi ya kuwa mawakili, nikasema ah, Mungu wangu, hii inaweza kuwa nafasi ya kuanza kuwasaidia watu wanaokamatwa lakini wanakosa mtu wa kuwasaidia. To assist them. Wengi wa wafungwa hapa ni vijana wenye makosa madogo madogo ya uhalifu kama vile wizi. Wao huiba kwa sababu ya umaskini. Ikiwa kosa si kubwa, Steve huwatetea ili waachiwe kwa dhamana polisi. Wakili Yeah, woman... lazima awe anawasiliana vyema, awe anayeweza kuwaelewa wale anaokutana nao, azungumze nao na asikilize masimulizi yao. Wafungwa wengi hushikiliwa tu bila kufunguliwa mashtaka, bila kumwona jaji, hali ambayo ni kinyume na sheria ya Malawi. Washukiwa wanapaswa kushughulikiwa ipaswavyo na kwa wakati. Kumweka mtu romande kwa miezi mitano sita, miaka miwili mitatu, minne, sasa uko wapi mfumo wa sheria kuhusu uhalifu? Aghalabu polisi ndio huamua muda wa kushikiliwa kwa kushukiwa kidogo tu unaweza kufungwa jela. Hii ndiyo sababu mnamo mwaka wa elfu mbili, Steve na Clifford walianzisha shirika la Pasi. Wakati huo mfumo wa mahakama ulikuwa katika hali mbaya kuliko sasa. When we went to our Zomba maximum security prison, we found a 197... Tulipokwenda katika gereza kuu la Zomba tuliwakuta watoto 197 wameshikiliwa kinyume na sheria. Linachomaanisha ni kuwa hawakuwa na nyaraka za kuwafanya wawe gerezani, lakini kwa sababu hawakuwa na wakili au kwa vile hawakufahamu sheria na kanuni, walifikiri ni sawa. Kwa usaidizi wa PASI, hali imeimarika. Steve na Alfred wamewasaidia maelfu ya wafungwa. Shirika hilo huzingatia magereza na wafungwa na wafanyakazi wake wanapatikana kila mahali nitafika mundende nalowazizumuka kwa mbili. Nilichanganyikiwa sana nilipopelekwa gerezani, mazingira ya malazi yalikuwa mabaya sana, na nilikuwa na mtoto wa miezi saba. Sikujua namna ya kuliwasilisha hilo gerezani na nini kingewafika watoto wangu wengine nyumbani. Hali gerezani ilikuwa mbaya mno. Steve na Alfred walimsaidia akaachiwa huru, na amekuwa akiishi na wanawe tangu miaka miwili iliyopita. Alikamatwa kwa kosa la kuua akawa gerezani kwa miaka mitatu na miezi minne bila kufikishwa mahakamani, bila kesi yoyote, hivyo tulimwombea dhamana na akapewa. Tangu achiwe, mahakama haijamwambia chochote. Msaada wa kisheria kwa wafungwa ni mfumo ambao umefaulu, na nchi nyingi za Afrika kama Uganda na Kenya zinautumia.